Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya videos ambazo zimesambaa huko mitandaoni ni hii hapa ya huyu bidada ambaye anafahamika kwa jina la Sofia Meloa, ni moja kati ya wadada ambao walipata umaarufu baada ya kuonekana katika music video ya Harmonize Konde Boy. Eh, bwana nadhani utakuwa unakumbuka nyimbo ya Meloa ya Harmonize kipindi kile ambacho Harmonize anaachana na Kajala kwa mara ya pili nadhani kama sikosei. Ni kwamba tulimuona huyu bidada alipata umaarufu mkubwa sana kutokana tu na yeye kuwepo katika hiyo video. Na ni jambo ambalo kiukweli limeke headline na kukawa mpaka kuna rumors ambazo zilikuwa zinasemekana kwamba huyu bidada bwana alikuwa katika mahusiano na Harmonize. Lakini at the end of the day mambo yakawa tofauti, Harmonize akapinga hilo na yeye mwenyewe pia huyu akaja akasema, hapana, alikuwa tu anatafuta kiki na vitu vingine kama hivyo. Sasa huyu bidada tokea kipindi hicho amepata umaarufu na watu wengi, sababu alikuwa akimfuatilia. Na hivi karibuni ukiachana tu na issue ya yeye kuwa kama video vixen, sasa hivi amepata nafasi mpaka ya kuwepo katika eh, katika TV series maarufu tu hapa Tanzania ambayo inafahamika kwa jina la Jua Kali. Umeona, eh, huyu Sofia Ameloa sasa hivi yupo katika TV show ya Jua Kali ambapo katika hii Jua Kali huyu bidada eh, tokea alivyokuwa ameanza kuigiza ukilinganisha mwonekano wake wa zamani na sasa hivi, ni kwamba vimekuwa ni vitu viwili tofauti, kwa sababu kipindi kile yupo katika ile video ya Ameloa. Hata wewe mwenyewe ukienda ukiangalia ile video utamuona huyu binti alikuwa ana bonge moja la mwili, yani bonge moja la shepu, yani yani, alikuwa na shepu, eh, shepu kitasa haswa yani sio poa, lakini this time around ni kwamba shepu yake imedecelerate Yani, imeshuka imepungua, afya yake imedhoofika, tofauti na vile alivyokuwa hapo awali, na ni kitu ambacho unaelewa kabisa kwamba Watanzania wengi sana huwaga wanafuatilia hivyo vitu na wameanza kumzungumzia vibaya katika comment section. Hususan hivi karibuni, kuna video yake imeenda viral akiwa yupo katika mashindano haya ya ya, ya mpira pale Mikocheni. Kuna hizi mechi ambazo zinacheza klabu tofauti tofauti, au vikosi vi, vi tofauti tofauti, kwa mfano kama Konde Gang FC, eh, Kings Music FC unakuta labda Mario Bad FC, lakini pia kuna corporation tofauti tofauti nazo pia zimeshiriki humo ndani eh, wakiwepo la Mata Village, kwa hiyo hawa pia wakiwa kama waigizaji wa Lamata, huyu binti Sofia Meloa naye pia alikuwepo kama shabiki kuisupoti timu yao. Sasa wakati wanaisupoti na nini, kuna hii video kama nilivyokuambia kwamba imeenda viral ikiwa inaonyesha huyu Sofia Meloa akiwa anacheza. Sasa mwili wake umekuwa tofauti na vile ambavyo watu walivyokuaga wamemuona kwa mara ya kwanza alivyotokea katika video ya Harmonize Konde Boy. Kwa hiyo bwana, maswali yamekuwa mengi, comment zimekuwa ni nyingi, watu wameanza kumzungumzia in a very negative way. Kwa mfano kuna kwenye comment, hapa kuna comment nyingine hata hazisomeki kwa mfano kuna komenti hapa ya bidada anaitwa Mamlicho yeye ameandika kwamba bwana huyu ni ukimwi au bado haijajulikana au bado hajajikubali haya kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana da huyu dada mbona anaonekana mchafu kwa mtu anasema kwamba bwana hebu angalieni kiwiko cha huyu dada eh, na mapaja hapa pamoja na na, ma, na mapaja ni majipu tu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu sasa hata mapaja yenyewe sijuwa ameonaje. Wakati huyu dada alikuwa amevaa suari nyekundu. Unajua tena wabongo comment kibao, nyingine wala hazina mashiko, lakini kuna wakati huyu dada alikuwa amevaa suari nyekundu. Unajua tena wabongo comment kibao, nyingine wala hazina mashiko, lakini watu wengi sana wamekuwa wakimsema kwamba kwa nini nini amepungua ghafla? Nini kinamsumbua? Kuna shida gani? Sasa ngoja nikusome comment ambazo nyingine pia ambazo zimejitokeza hapa kwa mujibu wa hizi page zilivyokuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba mwana mwanamitandao wana mitandao wameshangazwa na mabadiliko ya kimwili yani, kupungua kwa mwili kwa video vixen maarufu Sofi Ameloa ambaye alipata umaarufu kupitia video ya wimbo wa Ameloa kutoka kwa msanii Harmonize. Sasa basi, unahisi kwa nini mwili wa huyu mwanadada umepungua hivi? Huku komenti za watu zimekuwa ni nyingi, wakiwa wanatoa maoni yao tofo, tofauti tofauti, mm -hmm. Haya kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba e, bwana, gari yoyote ile ikizidisha mzigo lazima ichoke na ikongoroke kabisa, yaani inafubaa kabisa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa nasema kwamba bwana, ki kiukweli tutajitahidi sana eh, kutoa komenti mbaya kila ku... okay. Haya, kwa mtu anasema kwamba bwana, shetani yuko mawindoni. Nasema kwamba bwana, ogopa picha, nasema tena ogopa picha, eh, ogopa picha. Haya, kwa mtu kila songo, kuna mtu hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana, huyu bi dada atakuwa ni cheche zimeisha mkuta. Kwa mtu so anasema kwamba bwana, itakuwa tu ni ugumu wa maisha. Kwa mtu so anasema bwana, apunguze mapenzi yanamponza, damponza. Kwa mtu so anasema kwamba bwana, naona dawa zime, zimeanza kuisha nguvu. Kwa mtu amesema so kwamba bwana, vipimo vya insta oye, naona kila mtu amempina kwa macho, anatoa majibu. Kwa mtu anasema so kwamba bwana, wanatoa sana marida wauni. Kwa mtu anasema so kwamba bwana E, kaacha labda kunywa dawa za kuongeza shepu ndo maana amepungua. Kasomaba bwana sasa huo ndo mwili wake, wakati wana, anatoka kijijini bwana ameloa tayari, ndo maana hi, amekuwa hivyo, mvua imemnyeshea. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section kuhusiana na hili, tutakuwa tunasoma na ku reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.